Katika eneo la Eselenkei, Kajiado Kusini, uhalifu wa mazingira unaendelea kukithiri licha ya sheria ya sheria ya mipangilio ya ardhi kupitishwa na kaunti ya Kajiado. Wanyamapori kama twiga na mbuni wamekuwa wakifa kutokana na uzio na ujenzi eh, unaoendelea kufunga njia zao. Sasa tunaungana na mwandishi wetu Nancy Kering atuarifu mengi zaidi. Barabara hii inatuelekeza kuingia eneo la Eselenkei Kajiado Kusini ambako uhalifu dhidi ya mazingira umekuwa ukiendelea kushuhudiwa hasa kwa wanyamapori wanaokumbana na hatari kutokana na mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Haya yanajiri licha ya kaunti ya Kajiado kupitisha sheria ya mpangilio ya ardhi katika maeneo ya kusini na hata mabango ya ilani kuwekwa wazi. Hata hivyo, kanuni za matumizi ya ardhi bado zinakiukwa, na ardhi iliyotengewa mifugo na wanyamapori imetekwa na watu wanaoitumia kinyume na mpangilio huo. Wakazi wanaounga mkono utunzaji wa maeneo haya wanaeleza hofu kubwa, wakitaja ufisadi katika ofisi mbalimbali mbali kwa ndio unaochochea uharibifu wa mazingira.

Wakati nikija na pikipiki yangu polepole na watu na wakatokea upande opposite direction. alafu kuna twiga kama nne. Wakati walipoona watu wakija hivi, wakajaribu kukimbia. Sasa walipokimbia, kuna hiyo waya imewekwa, kuna mtu amenua shamba na akaweka waya, wakaruka wakati waliporuka wawili, wakashukwa. Mmoja ikafunjika, mwingine naye ikashuka na waya kabisa. Nikawaita watu wa Big Life, tukasaidiana, tukatoa mmoja, akasurvive, mwingine naye akakufa. Wengi wa walionunua ardhi na kuweka maboma, majengo ya kudumu, na hata shughuli za kilimo, wameanza kuchukuliwa hatua za kisheria, ili kurejesha matumizi ya ardhi kulingana na mpango uliotengewa moja ya maeneo hayo ni shamba la Kiliavo ambalo limezuia uhuru wa uhamiaji wa wanyamapori. We are also controlling the clearance of, of bush in, in the area. uh, again basically because uh, this, this bush is the food for the wild animals uh, and again uh, if we allow wanton destruction of the trees then it will lead to serious degradation of uh, our land um, leading to other more serious ramifications and especially considering that uh, uh, Kajiado County is one of the counties which is worst affected by issues of climate change Ngugi anasema picha na ushahidi uliopo unaonyesha kuwa wanyamapori wanaendelea kuangamia na iwapo sheria itatekelezwa ipasavyo, eneo la Amboseli linaweza kupoteza urithi wake wa kikolojia. Namsikiri, Runinga Citizen, SLNK, Kajiado Kusini. Na, sasa mtazamaji